Tukisonga mbele ni kwamba cheche za kisiasa zilishamiri hivi leo huku baadhi ya viongozi wa kisiasa wakielezea ajenda zao na kuangazia masuala tata kwa wananchi. Mrengo wa upinzani umepuuzilia mbali madai ya mgawanyiko huku wanasiasa wanaoegemea upande wa serikali ukifuatilia ama ukifutilia mbali madai ya viongozi wa upinzani kwamba ripoti ya kamati ya maridhiano ya kitaifa almaarufu NADCO haitekelezwi kikamilifu. Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi ameukosoa upinzani kwa madai ya kueneza uongo kuhusu utekelezaji wa ripoti ya mazungumzo ya kitaifa NADCO. Wandayi anasema utekelezaji wa ripoti hiyo unaendelea huku akitoa mfano wa kubuniwa upya kwa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IBC to day.

Haya yanajiri huku viongozi wa upinzani wakikongamana Kasarani jijini Nairobi kwa ibada ya Jumapili ambako walikariri lengo la kuchukua hatamu wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.

Viongozi hao walitoa wito kwa chama cha ODM kujiunga nao wakikariri kwamba umoja ni nguzo muhimu katika mkakati wa kunyakua ushindi. And we can see efforts to finish ODM. And it's not good for our democracy. So we want ODM members to be careful. Wasitawanywe. Upinzani pia uliishtumu serikali kwa uuzaji wa kampuni ya umma unaoendelea. Kwa mujibu wa upinzani, maamuzi hayo yanadhoofisha mali ya kitaifa na kusaliti maslahi ya umma. And that is why I want to assure the people of Kenya that we in the United Opposition are clear in our mind that we shall stay as one at the right time will give you one candidate to face William Ruto. Kwengineko mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ametoa wito wa uwazi katika uuzaji wa hisa wa kampuni ya Safaricom. Nyoro aliyezungumza katika kaunti ya Murang'a baada ya kuhudhuria ibada siku ya Jumapili alionya kwamba taifa hili lina hatari ya kupata hasara kubwa kutokana na mauzo hayo. Let us not rush the sale of 15% stake in Safaricom. Let us give people a chance to compete. Let us open a competition of bids so that we can have many companies bidding to buy that stake of Safaricom. Katika eneo la Rift Valley, viongozi wanaounga mkono rais William Ruto wametoa changamoto kwa kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kuwasilisha taarifa rasmi kwa idara ya upelelezi nchini DCI kuhusu madai ya kifo cha aliyekuwa mkuu wa majeshi Francis Ogola. Wakati huo huo, viongozi hao wameonya kwamba tofauti za kisiasa katika eneo hilo huenda zikatatiza juhudi za kuchaguliwa tena kwa rais William Ruto mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Kuna watu ambao wanataka tu kuchochea kila mahali. Kila mtu anaangalia mambo ya 2032, mambo ya nini hadi 2027. Kuna watu wanatakiwa waende nyumbani na wengine wabaki. Nani alisema hivyo?